Yu nakukabili mwenge wa uhuru dango yetu kasanda mkuu wa wilaya Masasi, ukiona waka na ngara na melemeto, ili uweze kukimbiza na kumulika miradi ya maendeleo katika wilaya yako. Lakini pia nakukabili wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa, wakiongozwa na ndugu yetu Ismail Ali Usi wakiwa na afya na siha njema. Na tunaomba watunze kama ambavyo wametunzwa wakati wako, Ewe Bae, na nyua e Mwenyezi Mungu bya Masasi nakiri kupokea mwenge wa uhuru ukiwa salama, unang'ara, unameremeta, unapendeza, bendeza ukiwa, ukiwa katika hali nzuri kabisa, na wakili mwenge mwenge wa kimkoa wa mbio za mwenge kitaifa lakini lakini okay, kupokea wakukimbiza mwenge kitaifa wakiongozwa na kaka yangu aliusi Al. Naomba niwakaribisha na nyumbu, wilaya ya Masasi iko salama sana, ina gaa na inaeleka <coughs> aazu <zimufu>, aob <coughs> sai nitumie fursa hii kutoa taarifa fupi jinsi ambavyo mwenge utakimbizwa katika wilaya ya Masasi. Mheshimiwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, awali ya yote, anapenda kuchukua fursa hii tumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutupatia afya njema na sina njema, tukaweza kukutana katika siku ya leo ambayo tulikuwa tunahamnayo hasa mimi. Tunamshukuru sana Mungu kwa usalama huu. Mimi binafsi na wananchi wa wilaya ya Masasi tumejiandaa kuupokea mwenge wa uhuru kama ambavyo tumeupokea na utakimbizwa kwa itifaki zote katika wilaya ya Masasi. Mheshimiwa kiongozi wa sa njio za mwenge katika wilaya ya Masasi, mwenge wa uhuru utakuwa katika wilaya ya Masasi utakimbizwa katika umbali wa kilomita 181 na nukta moja hiyo mpaka makabidhiano kwenye halmashauri mbili, utatarafa saba kata kumi na sita vijiji thelathini na mitaa kumi na sita. Aidha, mwenge wa uhuru wa kitaifa utapita katika miradi kumi na moja ambapo kati ya hiyo miradi mitatu itawekwa moyo ya msingi, mradi mmoja utafunguliwa, miradi mitatu mitatu itafunguliwa itazindua, na miradi minne ita, itakaguliwa kuona na, na kupata taarifa. Miradi hiyo ina jumla ya thamani ya shilingi bilioni 4 milioni 216 mili laki 7 na 13 na 320 kutoka katika sekta ya barabara, afya, elimu, mazingira na maendeleo ya jamii. Mwenge wa uhuru weye. Weye. Weye. Weye.